Taarifa like, iliyotolewa na msemaji wa klabu ya Yanga, Ali Shaabani Kamwe, kuhusu mchezaji wao tegemezi na mshambuliaji wao Clement Mzize. Utakumbuka Mzize haonekani kwenye mechi kadhaa au hakuonekana kwenye mechi kadhaa ikiwemo za ligi pamoja na mechi za CAF Champions League. Watu wengi walikuwa wakizani awali kwamba Roman Falls hamtumii Clement Mzize kwa makusudi, na ilifikia steji baadhi ya mashabiki wakimlaumu Roman Falls anamtumia Andy Boyel na Clement Mzize anamweka benchi, wakidhani kwamba anafanya makusudi. Sasa, kumbe, bwana Clement Mzize alikuwa na majeraha, alikuwa na majeraha na baada ya majeraha kufikia stage fulani, baadaye ya alitibiwa yakawa yamepona, ingawa alikuwa hajapona kabisa kusema ameshakuwa fiti asilimia mia moja, lakini alikuwa amepona na ameanza mazoezi na wenzie. Lakini wakati wanajiandaa na mechi ya marudiano dhidi ya Silver Strikers ya CAF Champions League kwenye uwanja wa Mkapa, ndipo Clement Mzize akajitonesha tena. Kwa hiyo akawa amejitonesha pale sehemu alipoumia, na sasa kitu ambacho kinafuata ni madaktari wamkague Clement Mzize, na watakapomkagua watoe taarifa atakuwa nje kwa muda gani au atarudi haraka iwezekanavyo. Hiyo ndio taarifa ya Mzize. Usikose kugusa neno subscribe kwa taarifa zaidi.